Watu wanapigapiga kelele nini? Angekuwa mjomba, hakuna hata mmoja angesema kuna maandamano, kuna nini? Hakuna. Wamempata mtu Muislamu, ana dini yake, ana huruma, wamepata mahala pa kumchezea. Mcheze subutu! Angekuwa mjomba, nani aliuliza mkataba wa daraja wa fly? Nani aliuliza? Wote walifyata mkia oye, wote oye. Mama analeta uungwana kwamba yeye kaungwa na Mungu na sisi watu, anaonesha mapenzi. Vinajitokeza vijitu vifedhuli vinaamua kumchezea, na hii ni bahati mbaya. Kila anapokaa Muislamu, Mzee Mwinyi aliambiwa, anashauriwa na mkewe. Jakaya alipokuja akaambiwa, anacheka cheka kama mtoto. Mwanamke huyu naye wanamwambia mishungi, mishungi kama muuza maandazi. Haya, mulisikia nani kaingia? Sio Muislamu akapachika mineno hiyo subutu. Akaja kiboko yao kama, kama sindano Christopher, inauma mpaka kwenye nywele, watu wote tulinyoka. Kuna watu walipunguza suruali mpaka mifuko ya nyuma ilikutana muda wa mjomba ule.